Mwanamuziki Diamond Platnumz amejikuta kwenye wakati mgumu sana. Hii ni mara baada ya mashabiki kuanza kumzonga kwenye mitandao ya kijamii wakidai kwamba ni kama vile amewasusa wa, ame mashabiki zake ambao wamepitia changamoto kubwa sana katika tarehe ya uchaguzi, yani Oktoba 29, 2025 ambapo Tanzania uh, tulifanya uchaguzi mkuu na tukampata rais Samia Suluhu Hassan akiwa kama rais wa awamu ya sita. Sasa mashabiki wanadai kwamba Diamond Platnumz amekosa uzalendo, amekuwa upande wa serikali, ameshindwa kutoa sauti yoyote pamoja na nguvu ambayo yuko nayo kwa jamii eh, kuweza kupaza sauti juu ya uh, kile ambacho kinatajwa kwamba uh, mamia ya watu wameuawa katika vurugu ambazo zilitokea katika maandamano ambayo yalifanywa na vijana wa Gen Z eh, katika miji mbalimbali nchini Tanzania. Sasa Diamond Platnumz ameposti kwa mara ya kwanza uh, since kutokee maandamano hayo, na alicho posti kwenye comment box utagundua kwamba watu wengi wamecomment vitu vingi sana, wakimlalamikia Diamond Platnumz. Posti hii inaweza kuwa ni moja kati ya posti ambazo zimepata reaction au interaction kubwa zaidi ndani ya muda mfupi. Diamond ameandika ujumbe huu hapa: Mwenyezi Mungu ndio mpanga wa yote, na hapajatokea jambo pasipo yeye kutaka, na kila jambo hutokea kwa sababu, inshallah. Na kwenye hili Mwenyezi Mungu atujalie sababu yenye baraka kubwa kwa taifa letu atujalie amani zaidi ya tulivyokuwa nayo mwanzo, atujalie upendo zaidi, umoja zaidi, mshikamano, kupendana, maendeleo na azilaze roho za waliotangulia mahala pema peponi, amen. So huo ndio ujumbe wa Diamond Platnumz ambao ameposti Instagram. Nataka nikusomee baadhi tu ya mashabiki ambao wamereact eh, kupitia posti hii ya Diamond Platnumz eh, wengi wakilalamika. Huyo amesema anaitwa Malengwe amecomment kwamba kuanzia leo ukishinda tuzo yoyote ni tekenge. Mwingine um, anaitwa Official Lockstar amecomment kwamba du, ni vigumu kidogo hilo najua, lakini kuna muda lazima kunyanyuka na kusema nyinyi ndo tunawategemea, na ukae ujue sisi wote tunakufa bro. Kwa hiyo ni vizuri kujiandaa kwa kesho yetu. Mimi sikulaumu sana, lakini kama ushajua CCM ni watu wanaojali masilahi yao, kwa hiyo usifanye A, kitu kwa ajili ya kunufaika wewe, ni lazima ujue wa chini wanapitia nini, cause wewe ni mtu uliyetoka tulipo sisi sasa hivi, lazima uwe na uchungu, kama unayajua maisha tunayopitia maskini Uni. Hii ni comment ya shabiki anaitwa Official Lockstar. comment nyingine a, Huyu anaitwa Imu Kibopa amecomment kwamba, anza kuangalia kupitia followers wako utaelewa. Kaka afukaka, emoji ya damu uh, mwingine anaitwa Zuena, mlikuwa wapi kupaza sauti siku zote wanaotekwa, halafu leo ndio eti mmeguswa? Jamani, tumwogope Mungu Uh, tumwogopeni Mungu, kemeeni maovu haswa ukiwa una nafasi. Kuna wenzetu wapo makaburini wanaomba hata uh, sekunde waje warekebishe mambo, na nafasi hiyo haipo tena. Vipi sasa tulio hai uh, tulio hai tunautumia vipi muda wetu kabla ya kuondoka kwa Allah afakaka imoji za kulia. Uh, mwingine anaitwa mslulu amecomment so shameful. Huyu mwingine anaitwa Rah rahil Jumanne amekoment kwamba uh, manafiki promaxi acha, kuna neno kalitumia sio sahihi. Wewe wakati mauaji ulikuwa unaposti muziki wako sahivi, eti poleni. Unampa pole nani? Umelewa bana Kuandika maneno fulani machafu sana hapa kwenye komenti hii. Mwingine anaitwa Shelton amecomment kwamba umesema haya baada ya kutajwa wewe kama msanii mwenye ushawishi mkubwa Tanzania unafaa kuwa kwenye mstari wa mbele kuzungumza kuhusu yaliyotokea Tanzania hata kama wewe ni mwana CCM, yafaa uyashtumu mauaji ya vijana wenzako katika nchi yako. Mwingine anaitwa Heli amecomment kwamba sema nini mshauri uh, wa tufanye kazi sisi ni people, kila mtu ana pigo lake mzee. Uh, mwingine ka comment kwamba laiti unge, ungekuwa upande wa Mungu kipindi hajatokea haya yote, huenda asingetokea lakini uliona cha muhimu ni kupambana na kusifia. Mwingine wa, uh, Liverpool FC Tanzania amecomment kwamba wakati wananchi wanalia wanaongea ukweli kuhusu nchi yetu, nyie wasanii kazi yenu ilikuwa kuwaponda wananchi waache kulalamika wafanye kazi. Sasa hivi unatoka yani, uh, ya nini sasa? Hiyo pole inasaidia nini kama sio unafiki nini? Komenti nyingine amekomenti kwamba sio Mungu, ni risasi wamepigwa na oda, ilitoka juu. Acha kumsingizia muumba. Siku nyingine jiulize kabla ya kuvaa melewa Mwingine amecomment kwamba inahitaji moyo mgumu kuwa Diamond Platnumz, maana comment section kumechafuka. Of course comment wengi wengi watu wengi, asilimia 90, katika posti hii ya Diamond Platnumz wana mlaumu Diamond Platnumz kwa kutochukua hatua, akiwa ni moja kati ya watu wenye ushawishi mkubwa sana Tanzania. Endapo angeweza kutoka mbele kukemea baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea, basi wanaamini kwamba kwa namna moja ama nyingine tusingefika hapa ambapo tumefika sasa. Uh, huyu mwingine itwa Bani amecomment kwamba kumbe kuna watu wametangulia. Mi nikajua watu wanafanya kazi, si ndo kauli yenu? Yaani kama ni kama vile Uh, simesema kwamba kwamba kuna kuna watu watu watu wamekufa wametangulia, nikajua wanafanya kazi. kwamba Simba, we love you and we can't force you to choose the side to support but you you need to play smart bro uh, you can't just act like person who real don't know what exactly going on in our own country. Hapa anasema kwamba Diamond, hatuwezi kukulaumu uh, kuchagua upande enda, ushabikie chama chama hiki hiki au chama hiki, lakini kuna muda inabidi wewe uchukue hatua ukiwa kama mtu mwenye info. E, na uwe smart sana kwenye kufanya maamuzi fulani ili mwisho wa siku, uh, nchi yetu, jamii yetu kwa ujumla iweze kwenda katika njia sahihi. Uh, mwingine amecomment ya kwamba yani, wewe jana unaposti machallenge ya sasampa wakati watu wanahuzuni wewe si nini, nini. Ameandika maneno kidogo ambayo sio sahihi hapa. Huyu uh, mwingine amecomment ki kiukweli, unajua umewakosea sana mashabiki zako nchini, kwa asilimia nyingi umewapoteza. Watanzania tu wajinga sana, ila mtu kumsahau mwanaye baba mama ngumu sana. Hivyo nasib ili angalau lipite Tubu kwa Mungu wako, sababu wakikunja wa Bongo, sijui maybe uamie nchi jirani. Mimi binafsi kuanzia leo sisikilizi tena miziki ya Bongo Flavor. Ah, huyu anaitwa thes akatumia jina la mtu. Acha unafiki, Diamond, mbona tuliona dharau zako na ukatutukana kuwa sisi hivi na hivi tufanye kazi, na unashabikia serikali ambayo wewe mwenyewe ulilalamikia zamani. Mwingine, Salma, amecomment mi nishakimbia Tanzania na sishajivua Utanzania na itakuwa sehemu ya uh, sehemu ya damu yangu, ila uraia wa Tanzania siutaki tena. Lo, nimeona huyu mikono. Mwingine amecomment kwamba nenda kaungane na dada yako mshangilie ushindi mlioupata. Um, mkimaliza hapo uende na msoga ukapata chochote kitu kutoka kwa baba yako. Mwingine amekomenti kwamba unatakiwa ukiwa msanii tena, mwenye ushawishi usionyeshe upo timu gani au chama gani, um, ingawaje moyoni wewe uko na maamuzi yako. Chidi Benz anawazidi akili sana. Mwingine amekomenti kwamba official Melita, uh, Melisa amekomenti, naona sasa umeamua kuja na kila msanii na posti yake ya pole. Mnaweza kuweka unafiki pembeni kwanza, maana hizo posti zenu za pole zimejaa unafiki sana, hata aibu hakuna meta call me, uh, me comment kwamba you are the uh, you are a disgrace to your family and the people of Tanzania Huna utu wala uzalendo wote you lack shame integrity and empathy sad to watch you in the past three days your country was burning down and in sorrow people died uh, and you and you gave a death ear to the extent of provoking the common citizen by posting some uh, irrelevant nonsense on your page while others are dying on the street. Wenyao, hufai na dalau zako za kishamba. Mashabiki wow. <laughs> huwa wanamlaumu sana Diamond Platinumz. As I told you, mashabiki kiuhalisia kwenye hii post ya Diamond wamelalamika, wengi wamelalamika sana sana sana sana sana jinsi ambavyo uh, Diamond kuwa kimya kwa muda mrefu since uh, matukio haya yametokea. Of course tulifungiwa mtandao, pengine anaweza kuwa na excuse, lakini wanacholalamika hapa mashabiki ni kwamba alikuwa na nafasi kama msanii toka mwanzoni kuweza kusimama na jamii kupiga kelele juu ya hiki ambacho kilitokea hapo uh, siku chache zilizopita. Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi, lakini pia wale ambao wamepata majeraha mbalimbali waweze kupona na warudi katika majukumu yao ya kila siku.